Ambao hawana furaha baada ya matokeo ya mechi hii ni wa Morocco kwa sababu wanajua kitakachowapata watakapokuja. Ahmed Ali anasema hizi bao mbili watazitapika, na kimsingi ni kwamba uh amefungwa goli mbili katika uwanja ambao alikuja Constantine hapa akachukua nne, akaja Stellenbosch akachukua tano. Kwa hivyo sisi hatukuwa vibaya sana, na hata ukiangalia mchezo wenyewe, hata magoli tuliyofungwa ni magoli ya makosa ya kibinadamu ambayo mpira, ni makosa ni sehemu ya mchezo. Kwa hivyo mimi naamini tutajipata kwenye mchezo wa marudiano, na ndio maana wa Morocco hawana furaha kwa tuone, acha tuone uh. Bahati nzuri miaka hii ya karibuni fainali zimekuwa mbili kwa hiyo hii ni nusu ya fainali, tukienda kurudiwa na tukiwa na home advantage, naamini tuta, tutafanya vizuri. Hili kombe bado linachukulika, eh, mm-hmm. Eh, kombe linachukulika hili. Hii ni kauli mpya, maana naisikia, na ninaomba urudie tena kwamba nasemaje, hili kombe mpaka <laughs> kukosea, nasemaje, hili kombe linachukulika kwa hiyo uh, kwa hiki tuko hapa tuweze tukazungumzia sana maandalizi ya nyumbani, lakini najua kwamba uh, kwenye nyadhifa yako na wahusika mbalimbali tayari uh, mnaangalia jinsi gani ambavyo mnaenda uh, kuandaa mchezo ule utakaocheza nyumbani. E, naona, naona mimi nitaanzisha vikao na viongozi wa Simba kwenye ndege tu. Leo tukifika kwenye ndege tunaanza vikao vya namna ya kushinda game ile, na sisi tutatoa ushirikiano. Ndo maagizo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sisi aliyotukasimia mamlaka ya kumsaidia kwenye sekta hizi za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tutatoa ushirikiano wa asilimia mia moja na sisi tunataka kuandika historia. Sisi tunapenda sifa na sifa nzuri kama hizi hatuwezi kuziachia. Kwa hiyo tutafanya kila ambalo liko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha Simba wanakuwa comfortable na wanashinda kombe hili. Shukrani sana. Imara kama chui bo. <laughs> Maisha ni furaha, tufurahi. Bob Jean. Ipo mtaani kwako.